Au kwa vile labda tulichelewa sana kuona dunia ilipo, tukaanza kulishwa baadhi ya vitu vingi vingi ambavyo tukaaminishwa, na kwa sababu hawa waliokuwa juu yetu walipenda kutukuzwa, tukawaona kama miungu wa binadamu wa, wa ulimwenguni, yani kama miungu watu, tukawaona, tukawapa kila sifa ya ukubwa, kuwa wao wanaweza kila kitu, lakini huenda tulikuwa tunazidisha Hmm, Mwenda hmm, tulikuwa tunazidisha sifa. Nakumbuka sifa kuwa Israeli hawezi kupigwa, Israeli sijui alifanya nini, Israel alifanya nini. Ba miaka miwili, miaka miwili iliyopita tumekuja kugundua vitu vingi tofauti na kile ambacho tulikuwa tunaambiwa. Kwa hiyo, kilichotokea bwana. Kilichotokea naweza nikarudi kwenye mjadala ulikuwa na Fox News kule, anasema kuwa huyu Trump kaamua kutudanganya. Trump kaamua kutudanganya kwa kumaliza vita kikubwa au kiume kwa sababu kilichotokea sio sawa na kilichokuwa kinaongewa. Kilichotokea ni sio sawa kilichokuwa kina kinaongewa. In short, ni baada ya yale kile kinatoa mashambulizi makali ya kumaliza mpango programu ya nuclear yote, Trump aliongea kusifu uwezo wa Marekani kwa kufanya mashambulizi kuhakikisha kuwa hii sasa hivi usalama Israeli imekuwa salama na ilifuatiwa na hotuba ya Uh, Netanyahu kumsifu sana Donald Trump kumshukuru kwa kila kitu, lakini ikafatiwa na mawaziri mbalimbali mbali wa Israeli kushukuru kwa kila kitu kilichotokea, lakini ukienda kwenye uhalisia walichokuwa wanakizungumza hakipo kwenye uhalisia. Kwa mimi naweza nikaona kuwa mashambulizi makali ya Marekani yaliyofanywa ndani ya Irani yameenda kwenye vyombo vya habari zaidi kuliko sehemu husika. Binafsi Yani naona kali na hadithi kubwa ya kushambulia Irani ipo kwenye media, lakini sioni kuwa ipo kwenye uhalisia kwa sababu hakuna chochote tunakiona. Fars News au Mehr News Agency ilitoa taarifa mdogo ikasema kuwa kuna madhara kidogo yametokea upande wa exit uh, exit entry and exit ya, ya, lango la kuingilia kwenye kinu cha Natanz. lakini mpaka muda huu shirika la atomic duniani linasema hakuna ishara, hakuna dalili kuwa kuna mionzi inamwagika kutoka Irani. Mpaka muda huu sasa, wameshambulia nini? Taarifa iliyotolewa na Irani baadaye inasema kuwa tulijua tutashambuliwa, tulijua wataelekea hapa. Kwa hiyo kitu muhimu kabisa kwenye nyuklia ni zile uranium, wanasema tulisha zihamisha siku nyingi sana, hazipo sasa. Pale Donald Trump anapotuambia kuwa wameua program wameua wamerudisha nyuma. Hili niliwahi kuambia kuwa Israeli anaweza kurudisha nyuma program ya nuclear ya Iran, lakini hawezi kuiua. Niliamini na mimi niliamini kama wao walivyokuwa wanatuaminisha kuwa Marekani atamaliza huu mchezo, lakini Marekani naye hana tofauti na Israeli kuwa hawezi. Kwa hiyo naweza nikarudi kwa kuamini maneno ya Iran waliosema kuwa ujenzi wa program ya nuclear cha kwanza ulikuwa tulimtazama Marekani kwa sababu tulikuwa kuni ndio atakuwa mpinzani wa hii kitu na huenda angeshambulia, anasema. Kwa hiyo hata ramani ambas, <coughs> sorry, ramani za ujenzi wa nuklea ya Iran zilianza miaka ya 50 yani, zamani wakati serikali zilikuwepo zile zinaungwa mkono na magharibi. Walipokuja hawa IRGC 1979 walipochukua ile michoro walibadili location, kuwa tuiweke sehemu salama zaidi kuliko hapo awali, kwa sababu wakati huo zilikuwa zinaungwa mkono na West, popote zingekaa wala zisingeguswa lakini, sasa zina upinzani. Kwa hiyo walibadilisha location, sehemu zitakaa wapi, isipokuwa programu ilianza zamani. Kwa hiyo wao wanasema, tulijenga nyuklia zetu kwa ajili ya usalama, yani kuwa hazifikiki, na hili limedhihirika, hazifikiki kwa sababu kama Marekani alikuwa ameenda kumaliza nchi ya Iran tungekuwa tunasikia sasa hivi kuwa IA wangekwenda NPT wangesema, lakini tungeona madhara ya kuvunja, na ile ambalo lilikuwa linazungumzwa na watu, hofu kuwa kutakuwa na uvunjaji mkubwa na madhara kwa binadamu, hilo lingetokea, lakini kilichotokea ni Marekani kuamua kikubwa kujiondoa kwenye vita. Yani unaamua kujiondoa kwenye vita kikubwa kuwa tumemaliza tumepiga tumefanya nini, ili ukwepe ile aibu ya kuwa hesabu eh, zenu zimeenda vibaya. Turudi na kujipanga. Hawawezi kusema moja kwa moja wanarudi kujipanga, lakini kiuhalisia wanarudi kujipanga kwa sababu Irani wanasema still programu yetu inaendelea haijafa, kila kitu kipo, mmetuathiri kidogo, lakini tunarudi kuendelea na programu yetu, manake kuwa hawajafunga program, na ndiyo tulitegemea kuwa haya mashambulizi na mashambulizi ya Marekani ya yatakuja kufunga programu ya nyuklia ya Irani. program iko vile vile na wenyewe wanasema wala hatujasitisha popote. Sasa kinachotokea ni kuwa labda Iran yaamue kupanika kwa hili, lakini ukitazama hata maeneo yenyewe yaliyoshambuliwa raia wa maeneo hayo, nilikuwa nikiangalia channel moja ya Kifarsi, raia wa maeneo hayo wanaulizwa kuwa mmeshuhudia chochote? Anasema tulisikia eh, tulisikia nini? Milipuko kadhaa Yani milipuko kadhaa tofauti hata kilisha nyuma tukuru nasi. Yaani ukitazama video za tarehe kumi na nne kumi na tano wakati Israel anashambulia nashambulia ifo vinu. Kulikuwa kuna mlipuko mkubwa zaidi kuliko iki ambacho Marekani katuambia. Hmm? Sasa, anashambulia, mlipuko mkubwa sasa, baada ya Irani, ya panika, aamue kusema kuwa nitake na miku linda hadhi yangu na heshima yangu, kwenye jamii kuonekana sio mnyongi kwa sababu niliahidi. Ni, ni, ni, ni, ta, ni ta shambulia nimeona kuwa wahuthi wameondoa azuio lao la kutoshambuliana na Marekani na wameanza kuzigusa meli za Marekani, wanarejea kwenye vita, huku Iran ikitangaza rasmi vita binafsi si, si yani, uh, Marekani aliondoa maafisa wake wengi, hata Tel Aviv, maafisa wote wa balozi wa Marekani tayari wamekwisha kuondolewa na wengi wa diplomasia wa Marekani wamekisha kuondolewa kwa hofu wa maybe itazuka vita kubwa zaidi, na, na Trump anasema kuwa Irani wakijaribu kujibu kwenye hili atawajibu ata mara kadhaa, lakini ni kauli ambayo alitoa wa wakati alimuua General Qasem Soleimani alisema kuwa Irani wakifanya shambulizi lolote Marekani itakuja juu yake, lakini Irani ilifanya mashambulizi kwenye kambi za Marekani. Sasa mara hii ugumu ni kitu kimoja, Marekani imeondoa karibu ndege zote zilizokuwa ambazo zinaweza kufikika imeondoa idadi kubwa ya wanajeshi. Israeli imehamisha kiasi kikubwa cha ndege zake ziko Cyprus, yani wamezidi kusogea mbali kwa kiwango kikubwa. Sasa Irani hata akisema aende kujibu kwenye kambi za Marekani, akapiga majengo na kuwaathiri labda baadhi ya mali na nini zilizokuwa, lakini hakutokuwa na madhara ya vifo kwa sababu tayari wote hawapo wameisha ondoka kwenye hayo maeneo , lakini sioni kama kuna ulazima wa Irani kwenda kuriate kwa kiwango hicho, kwa sababu lengo na mpango wake huko vile vile. Sasa tuchukue kauli ya Trump kuwa amemaliza programu ya nuklea ya Iran, tuchukue kauli ya Irani kuwa hatujaathirika lolote na nuklea zinaendelea. Kitacho kitachotupa majibu ni vitendo baada yaani tutaimuona kama Irani atariakti kwa kasi, kwa nguvu, kwa kupiga wa kuchambulia, tajua kweli ameguswa, ameathiriwa kwa kiwango kikubwa. Lakini na yeye kama atataka kulinda heshima yake kwa kutaka kushambulia kiasi, afu kusubiri, tuone tafanya nini, alafu mazungumzo yanaendelea na vita imekwisha, basi itakuwa ni kweli huu ni mchezo ambao wameamua kutuchezea, kutuonyesha kuwa uh, huwa wakubwa wanatoka kwenye vita kwa akili, kwa style hii ambayo unaweza kaiona kuwa tumeamua kutoka kwenye vita kwa kutumia akili. Kwangu mimi pekee ndio ndio niliona hiyo sasa. Asubuhi Iran wamefanya mashambulizi kati ya Haifa na Tel Aviv. Maswali mengi yamekwenda ni Haifa, mashambulizi yamekwenda Haifa kwa sababu makombora yamepiga maeneo na yameathiri sana. Lakini Siren Sound hazikusikika. Yaani vingora vile vya tahadhari havikusikika kabisa. Wamepiga tu ndio jeshi linasema alikuwa anachunguza kwa nini hili vimepigwa bila kuvingora. Lakini Haifa pia tumeona moshi mkubwa kila kitu kimekwenda kwa kiwango cha hali ya juu sana. Sasa sielewi nini kinachokuja kutokea, kwa sababu binafsi nikitazama, naona sioni kama vita ni ndefu. Kwangu binafsi nikitazama, na sioni, kwa sababu Irani hajaathirika kwa kile kiwango ambacho unaweza kusema ukariati, yani ukasema kuwa nitakome. kwa sababu mashambulizi ya Israeli na Irani yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko mashambulizi ambayo Marekani ametuaminisha kuwa ameyafanya ndani ya Irani na kujiridhisha au kujipa sifa na hongera ambazo kunajipa, yani ni kama vile kunataka kutengenezwa jambo kubwa sana. Uh, unakumbuka mwaka jana mwezi wa kumi Israeli walifanya mashambulizi Isfahan, wakasema wamepiga nyuklia ya Iran Isfahan, drone walitumia, ni kama vile sijui ilikuwa nini, semekwa mashambulizi ambayo hata ukitazama ile video unacheka, lakini tunaweza tukaje tukathibitishiwa kama tulivyothibitishiwa wakati u. Hivi sasa tutalazimishwa kuwa kuonyeshwa athari kupitia michoro ya satellite ambayo inaweza kuwa na AI kutuonyesha, unaona hapa hapa palipoathirika, unaona hapa hapa. Yani tutalazimishwa sasa kuwa yani, mkubali kuwa tumefanya kitu kwa kulazimishwa, ndio tutalazimishwa, lakini in reality Ha, si hatukioni kwa macho yani, unajua, huwa tunaona mashambulizi ya pande zote mbili kati ya Israel na Iran. Tunaona mashambulizi kusema yes, hii katandikwa, tunaona kweli, huyu kapiga sehemu fulani, huyo kapiga sehemu fulani, huyo tunaona matokeo kwa kuona, lakini kwa hili ni fahari mimi kuwa kubwa maendeleo ya uchumi wa nchi yangu kwa watu wa chapa kazi, sekta ya usafirishaji ni kitu muhimu wanaume wameamua kutoka kwenye kwenye huu mzozo na kusema kuwa tumemaliza kazi, kila kitu mambo yako salama na Israeli iko salama, hivi sasa hakuna tishio lolote. Naona kwa kweli tutalazimishwa kupitia media kuwa ni kweli litokea, lakini katika hili tumemaliza mzozo huu, ikiwa utakuwa umekwisha tutakuwa tumemaliza majibu kamili ya kufahamu kati ya Israeli na Irani ni nani mwenye nguvu. Tubaki na majibizano yetu wenyewe ya kuwa huyu ana nguvu kwa hisia, lakini kama utaweka hisia pembeni ukaanza kuangalia mambo kwa uhalisia utaona vitu viko tofauti. Nilisoma gazeti moja la Axios, eh, ilikuwa imeripoti asubuhi, inasema kuwa Marekani ilijulisha Irani kabla ya kushambulia asubuhi, ikasema kuwa wao wanaenda kupiga nyuklia tu na wala hawana mpango wa kwenda kupindua serikali ya Iran wao wanaenda kupiga nyuklia. Kwa hiyo hii ni kama ilikuwa ina inatuma ujumbe kwa washirika wa Irani ambao tayari walikuwa wameshasimamisha masikio kuwa mpango wenu wa kwenda kutaka kubadili uh, ile regime change ya Iran hatutauvumilia, tutaingilia kati. Hao wanasema Urusi, Uchina na washirika wengine ambao wanasema kuwa mpango huo sisi tutauingilia kati na hatukubaliana nao. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ujumbe ambao unatumwa kuwa a a sisi lengo letu ni hili, wala hatutaki kugusa upande wa pili. Sasa kama itakuwa imeishia hapa eh, ile Rising Lion itakuwa imefika mwisho eh, Rising Lion itakuwa imefika mwisho, kwa sababu Israel walienda na program ya Rising Lion, simba anaponyanyuka. Itakuwa imefika mwisho na haijatimiza malengo yake, ile Rising Lion au vipi jamani? Binafsi kwangu mimi ninachokiona, Marekani ametumia utu uzima wake, ameamua kumaliza huu mzozo kwa nafasi yake, kwa kutaka kuridhisha pande zote, kwa kuamua kutumia nafasi yake kuwa tunaweza tukamaliza mzozo kwa staili hii. Kwa hiyo sijaona chochote ambacho wamekifanya ndani ya hizi wiki mbili za kuanzisha mashambulizi cha kumaliza programu ya nyuklea Irani, isipokuwa naona kuwa wamerudisha nyuma tu programu ya nyuklia ya Iran, lakini si puwa wameua programu ya nyuklia ya Iran. Kwa hiyo ndio kilichotokea jamani, wala usii usi panic kuhisi sijui kuna nini kimetokea. Hakuna chochote cha maana kilichotokea. Marekani ametupiga kikundu keusi pamoja na washirika wake, lakini kiuhakika kuwa hauoni athari yoyote ya kilichofanywa na Marekani. Asanteni.